Bila commitment ya wadau wa kwenye sekta hizo, pesa zitakwenda kupotea. Sasa mkiona haya mafanikio tunayoyapata kwenye sekta ya afya, ni zile pesa zinazokwenda kwa ajili ya miundombinu na uwekezaji mwingine wa rasilimali watu, lakini pia na nyinyi wadau wenyewe wa sekta ya afya ni wakupongezwa na washukuru sana sana sana. <klos> mimi nawashukuru kwa sababu nimeyaona yale ambayo wengine hawayaoni. Kwa naizungumzia miaka themanini ya hospitali hii lakini nazungumzia utumishi wa nyinyi wadau wa sekta ya afya ndani ya Morogoro. Ninapokaa mimi kama mkuu wa mkoa, mwakilishi wa rais katika mkoa huu na mafanikio ninayoyapata katika sekta ya afya na ninakula ujiko kichizi nikiwa huko na wenzangu. Hii haki ya Mungu na kuambia. Kweli kabisa. Eh, haki ya Mungu lazima niseme kwa sababu wakuu wa mikoa wenzangu hawana hii niliyokuwa nayo mimi Morogoro. Kama wanayo, wanageza lakini hii ndio original yenyewe. Hospitali za mikoa ni kwa ajili ya mkoa, kwa hiyo mwenye hospitali ya mkoa ni mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu ni hospitali inayohudumia watu wake. Kwa hiyo hii ni shughuli yako na ni watu wako, na sisi ni wale ambao tunaku ni wasaidizi wako katika maeneo haya, mimi binafsi na waganga wafawidhi, waganga wakuu wa wilaya na wengine wote ni wasaidizi wako, na inaomba nikuhakikishie kwamba kwa sekta afya Morogoro tumetulia, tunakwenda vizuri.